Wanafunzi laki 149,818 sawa na asilimia 69.96 wakiwemo wasichana 76,491 na wavulana 73,327 wenye sifa wamechaguliwa kujiunga na kidato cha tano katika shule 694 shule hizi ni shule za sekondari za serikali kama ifuatavyo: moja, wanafunzi 1728 wakiwemo wasichana 801 na wavulana 927 wamepangwa katika shule za sekondari 8 zinazopokea wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. Mbili, wanafunzi laki moja arobaini na moja elfu mia moja na arobaini na sita wakiwemo wasichana 72,337 na na wavulana 68,809 na na walipangwa katika shule za bweni. Na tatu, wanafunzi 6,944 wakiwemo wasichana 3,353 na na wavulana 3,591. Nitarejea. Wanafunzi 6944 wakiwemo wasichana 3353 na wavulana 3591 wamepangwa katika shule za kutwa. Wanafunzi 2875 wakiwemo wasichana 1057 na wavulana 1818 wamechaguliwa kujiunga na fani mbalimbali katika vyuo vinne vya elimu ya ufundi. Vyuo hivyo ni chuo cha ufundi cha Arusha yaani Arusha ATC, taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT, chuo cha chuo kikuu cha sayansi na teknolojia ya Mbeya MAST na chuo cha maendeleo ya jamii WMDI. Wanafunzi wote waliopangwa kujiunga na kidato cha tano kwa mwaka 2025 wanapaswa kuanza kuripoti shuleni kuanzia tarehe 6 mwezi Julai 2025. Siku ya mwisho ya kuripoti itakuwa ni tarehe 21 mwezi Julai 2025. Mikoa ihakikishe kuwa inakuwa na tahasusi zote za msingi katika shule zake ili kuwapunguzia wazazi au walezi na wanafunzi gharama za usafiri kwenda shule za mbali.